Juzi nimemsikiliza mzee Warioba. Mzee Warioba ni mzee tunamheshimu sana, amekuwa waziri mkuu, ni mzee ambaye ni mbobezi katika mambo ya uongozi, ni mwanasheria nguli katika hili kwa mchango wake aliofanya katika taifa hili, tumpe heshima yake kwa kumpigia makofi tafadhali. Anaheshimika, ni miongoni mwa wazee ambao bado tuko nao, na wakati wote tutaendelea kuheshimu michango yao wanapotushauri. Nimemsikia akieleza akitoa ushauri kwamba CCM wakae na Chadema wamalize mgogoro wa kisiasa kama nilivyosema tuna mheshimu ametoa ushauri mzuri wa sisi kukaa na Chadema kuongelea mgogoro wa kisiasa mimi nataka nimwambie ushauri wake tumeupokea lakini hauwezi ukatumika sasa kwa sababu sisi chama cha mapinduzi hatuna mgogoro na Chadema. CCM haina mgogoro wa kisiasa na Chadema, kwa hiyo ushauri wake unaweza kuja kutumika huko itakapotokea kwamba CCM ina mgogoro na chama cha siasa. Sisi na Chadema tuna uhusiano mzuri kuliko wakati wowote wa tuna taasisi TCD inayohusisha vyama vyote, vyote vya siasa. Kule ndio kunakoongelea mambo yote ya vyama vya siasa na bahati nzuri mwenyekiti wa sasa wa TCD ni chama cha Chadema, yaani hata mzee Wasira anapoenda kuhudhuria au Nchimbi anapoenda kuhudhuria, mwenyekiti wa Chadema ndio anakuwa mwenyekiti wa TCD. Na mimi wiki mbili nilizoenda kuhudhuria kwa niaba ya Katibu Mkuu, aliyeongoza kikao hicho ni Golugwa ambaye ni naibu Katibu Mkuu wa Chadema. Kwa hiyo mambo yetu tunaongea vizuri, wanatupa nafasi na sisi tutatoa maoni yetu, wao ndio wenye viti. Kwa hiyo inathibitisha hatuna mgogoro na Chadema. Ila ushauri aliyotoa mzee Warioba, mimi namuomba, kwa kuwa sisi CCM haina mgogoro na Chadema, naomba ushauri aliyotoa mzee Warioba, sasa ni muda muafaka Tumpeleke pale akae nao na G55 na akina Mbowe na akina Tundu Lissu, awasuluhishe. Na CCM tuko tayari kuchangia mchango wa mazungumzo wa kumaliza mgogoro ndani ya CHADEMA. Hapo vipi? CCM oye, Warioba oye. Mimi naamini kwa busara alizo nazo mzee Warioba ana uwezo wa kumaliza mara moja mgogoro ulioko ndani ya CHADEMA na sisi tutakaposikia, kama kuna mchango unahitajika, tutasaidia mazungumzo yafanyike, ili CHADEMA warudi wawe wamoja. Kwa sasa inasikitisha, na mzee Warioba hiyo kazi anaiweza. Sisi CCM oye. Lakini sisi ukatuambia kwamba tuna mgogoro wa kisiasa. Hatuna mgogoro. Haitotokea kwa sasa. Tunaelekea kwenye uchaguzi. Kwa hiyo akae nao aweze kuwasuluhisha matatizo walionayo. Sisi oye.